Huwezi kumkuta ameacha imani, huwezi kumkuta amepotea, kwa sababu anaelewa kipindi hiki ninaweza kukishinda kwa namna hii namna hii. Anafanya hivi kwa sababu anaelewa niko kwenye kipengele fulani cha maisha. Kwa hiyo maisha bila majira sahihi, umekwenda tofauti na mwelekeo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia uh, kuanzia mwanzo mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa thelathini na moja tunaangalia Mungu wa majira, tunaangalia Mungu wa majira. Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, Mungu aliviweka kwa majira, kwa muda fulani, hakuvitengeneza kwa siku moja. Bwana asipwe saa. Unakuta tunasoma tuna kwamba Mungu akaumba moja, mbili, tatu, nne, tano na sita, saba, lakini mwishoni anasema ikawa siku ya kwanza. Mungu amefunga ukurasa. Vile vilivyotengenezwa kwenye siku ya kwanza, huvioni vinatengenezwa tena kwenye siku ya tatu vile vilivyotengenezwa siku ya pili huvioni huvioni vinatengenezwa tena siku ya tano. Kila kimoja kilitengenezwa kwa muda wake. Alikuwa na maana maisha yenye protokol, yenye utaratibu wa kipi ukifanye kipi usikifanye, yanamfanya mtu afanye vitu bora vizuri kwa uimara zaidi, kwa sababu ndani yake hakurupuki, ndani yake hashtuki, ndani yake hachanganyikiwi, anatembea na utaratibu wa kimungu wa majira. Bwana asifiwe. Wo, tunaanza na somo letu kutambua majira sahihi. Bwana asifiwe sana sahi. Kwa hiyo majira haya kama tumegundua, kuna vipindi vya masika tuna vipindi vya uh, joto tuna vipindi vya baridi. Basi kwenye maisha kwenye maisha kwenye maisha tuliyonayo, tambua kabisa, viko vipindi vya baridi kabisa, viko vipindi vya baridi kabisa, vipindi ambavyo husikii faraja ya mtu yeyote, unaona ukimya unaona ukiwa, anabaki Mungu peke yake. Unaomba ni kama hauombi, unafunga ni kama haujafunga, unashangaa kila kitu kiko kimya. Ni baridi, umejikunyata hakuna kinachoingia, hakuna unachokipata. Ni wakati ambao umepoa kabisa, lakini haina maana ya kwamba maisha yako ndio mefeli ina maana ya kwamba maisha yako yatakuwa ukiwa? Hapana, ni kipindi ambacho Mungu anataka ujifunze kumtegemea. Sema amen. Kipindi ambacho ni cha baridi, kipindi unajiku, unajitafuta, kipindi unajikusanya, unatafuta blanketi, unajifunika, unatafuta sijui moto, unakoka koka, ndiyo kipindi ambacho kwenye maisha ya kawaida ni kipindi ambacho unaomba omba msaada namna ya kusobo maisha yake, na kila mtu kwenye maisha amewahi kupitia vipindi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya haleluya. Lakini viko vipindi vya joto, vipindi ambavyo unakuwa huru, huwezi kutafuta jaketi, huwezi kut... yani uko huru kabisa. Ni vipindi ambavyo kila jambo linaenda vizuri, uko salama maisha yako salama, biashara ziko salama, watoto wako salama, afya iko salama, uko huru kabisa kanisani, uko salama. Ni vipindi ambavyo mungu ameviweka. Ni kwa nini vimewekwa vipindi kama hivi? Hivi vipindi vimewekwa kwa ajili ya kutafuta mahusiano kati ya mtu na Mungu. Visipopatikana vipindi kama hivi hauwezi kujifunza kumtegemea Bwana, hauwezi kujifunza kuishi na Mungu kama umezoea vipi? kipindi kimoja cha joto tu ambacho wewe unaishi kwa raha, kikitokea kipindi cha upweke, kipindi cha baridi, hauwezi kusimama na Bwana. Haleluya! Lakini vipo vipindi vingine vya uh, tunaita vipindi vya majani kupukutika kwenye miti. Si tunafahamu sisi tuliokulia vijijini? Si tunafahamu? Unashangaa miti, huoni kabisa, majani yamepukutika, yamepukutika majani, lakini si kwamba ule mti umekufa. Ukienda ukajidanganya, unatamani tu kwamba unaenda kutafuta kuni kwenye ule mti, utakapokata ule mti, unashangaa utombi unadondoka unaweza kushangaa mbona majani hamna, lakini haujakauka. Ni vipindi vya mwana wa Mungu maji. Marafiki wanaondoka, watu wa muhimu wanaondoka, anabaki peke yake, anabaki anaomboleza, anabaki ndani yake, hana mtu wa kumfariji. Ni kipindi amepukutisha kila kitu, hata uchumi wake. Anakopa, anaingiza kwenye biashara, uchumi unapotea, anaingiza kwenye shughuli zake, mtaji mkubwa unapotea Kinapukutisha, lakini ule mtu, ili mradi umesimama na Mungu, hauwezi kukauka. Unasubiria mvua zikinyesha, ule mtu unachipuka tena, majani yanajitokeza tena, lakini saa ya majani kupukutika, wewe usiache Mungu aliye hai. Haleluya machida. Mtu kutambua majira sahihi ya kufanya jambo fulani itamfanyia amani katika safari yake. Mtu akitambua majira sahihi kwenye maisha yake itamfanyia amani kwenye safari yake ya Bwana. Yesu asifiwe. Kwa usipotambua, usipotambua kwamba kuna vipindi ambavyo hata miti inapukutisha, wewe ukipukutisha kwenye uchumi unaweza ukaacha hata ibada kabisa. Ibada ya watu inakuaga tamu sana, ndururu zikiwa zinapita mfukoni pale. Yani wakisema tu, utashanga mtu Kata, bababa, sakara, bababa, shura, bababa. Kwa sababu anawaza benki inasoma koni kuna noti ambazo hazina bajeti yoyote zinatembea mahali, anadai kuna watu wanamletea, wamempigia simu kwa pale, unasema rikata roba sata ya rabona, haleluya. Akiingia kwenye maombi, hata mchungaji akisema fulani njoo, aseme niko hapa baba, sema neno lolote, inakusikiliza kisima kikauke, vitu vishuke, mambo ya pukutike. Utashangaa. Yule yule aliyekuwa ananena kwa lugha ibadani, usikii tena, vipindi vya ibada. Anakata simu alizokuwa anazipokea kwa furaha, hazipokei tena, hamuoni tena amegundua, amepukutika. Si kweli kwamba ndio utakua umeisha. Hapana, pale unakuwa ndio umeanza hatua ya kujitengeneza upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nikushangaze, kitu cha ajabu sana. Mti unapopukutisha majani, yale majani hayapukutiki kwenda mbali, yanapukutika yakishuka pale chini ya mti huo huo. Unanielewa? Nini yale majani nafa yanafanya? Ni kwamba majani yale hayatakuwa kijani siku zote, hayatakuwa mabichi siku zote yatakauka yataoza, na yakisha oza yanakuwa mbolea ya huu mti, na mvua zikinyesha, huu mti unatumia majani yale yale yaliyokimbia yatafanya mbolea na mti utakuwa, utanenepa. Tena nini kinafanyika wakati unapukutika, unapopukutika? Ukijitambua kuna vitu vimepukutika maishani mwako, iwe uchumi Iwe mambo yako hayaendi vizuri, ni kipindi ambacho Mungu anataka kukuongezea gia kubwa, yaani mafanikio makubwa. Kwa majaribu yako ndiyo mbolea yako ya kuwa mtu mkuu. Haleluya. Kwa ukikimbia majaribu ukikimbia ah, changamoto unazikimbia baraka. Hausiombe Mungu akuondolee majaribu, mwambie Bwana nisaidie kushinda majaribu. Na ndiyo maana wakati Yesu anatakiwa kukirimiwa jina lipitalo majina yote, akakiangalia kikombe, akaona haiwezekani, akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini baadaye Yesu akasema naomba Mungu, mapenzi yako yatimizwe. Na mapenzi ya Mungu ni kwamba kupitia kikombe atakachokinywea Yesu, kila goti litapigwa kila ulimi utakiri. Kila chochote kilichoko mbinguni na duniani na chini kuzimu, lazima tukitakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Kwa hiyo ndani ya kupukutika ndiko nakoenda kupokea nguvu mpya ya kuwa mtu mkuu katika maisha yako. Haleluya, fuatilia. Hata wafanyabiashara, mtaji unaposhuka ndipo anaenda kujinoa zaidi, kwamba nilifanya mistake wapi ambapo pameruhusu mtaji wangu kushuka. Mtu wa shambani akiona akuhudumia vizuri shamba lake, mavuno yamekuwa tofauti, anajipanga upya kwa sababu alichowekeza shambani na kile alichokipata, anaona tofauti, anaanza kujitengeneza upya kwa ajili ya mwaka ujao. Lakini wale ambao wanafeli ni wale ambao, anaposhindwa jambo halirudi analiacha. Hapana, mtu wa Mungu, ustakiwi kuliogopa jambo ulilofeli jana. Lazima upuvu kwamba nilikosea, lazima nilitengeneze upya, wala usikimbie wala usikimbie jambo, lazima upate ufumbuzi, kwa nilikosea wapi, nilikwama wapi? Haleluya, Bwana sifiwe. Yes, tupo, tupo mwanzoni kabisa. Haleluya. Sawa. Bwana Yesu Bwana Yesu sawa tunaweza tusome kitabu cha Mhubiri Mhubiri sura ya tatu hapo sasa maiki fanye kazi sura ya tatu oh. Mhubiri sura ya tatu mwingine afungue mwanzo nane ishirini na mbili Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza wfungua Mwanzo 8 ndio, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya nini? Kwa